Na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ameshtumu vikali hatua ya serikali ya Kenya kuzuia kuwasilishwa kwa mchezo wa kuigiza wa shule ya upili ya wasichana ya kitaifa ya wasichana ya Butere, akitaja hatua hiyo kutoka kwa serikali kuwa ya kiimla na kwamba wamekataa kupokea maoni kinzani kutoka kwa wananchi. Ni kama anavyotupasha Pita nyongeza. Gavana Natembeya ambaye alizungumza utata wa mchezo huo wa kuigiza maarufu kama Echoes of War ameshtumu vikali kuzuiwa kwa wanafunzi kuwasilisha. Ningependa kuchukua nafasi pia ku kushtumu lile jambo ambalo limefanyika kule Nakuru, hapo wanafunzi wa shule ya upili ya Butere ya wasichana wameingiliwa sana mpaka ikafia kiwango kwamba kuweza ku perform, um, na mnajua mambo ya ya drama drama ni drama tu. Um, na lazima play nzuri lazima reflect uh, reality na sisi ambao tu katika sehemu za uh, katika nafasi za uongozi, hiyo uh, ni njia moja ya sisi kupata, kupata feedback uh, kwamba hivi ndivyo wananchi wetu wanahisi. Natembeya amesitiza kuwa viongozi wanastahili kusikiza ujumbe uliokuwa kwenye mchezo huo wa kuigiza na ili wajirudi, wala si kujaribu kuwanyamazisha wanafunzi hao. Ikifika wakati ambapo watoto wa shule wanakuwa na play kama hiyo, wengine wanaangalia nani ali-script hiyo play, but ujumbe ule ambao kwa hiyo play ni upi? Na sisi kama viongozi tunatakana ku encourage watoto wetu wakuwe na freedom ya, ya expression yale mambo ambayo wanaamini yanaendelea katika taifa la Kenya wanayoonyesha katika hiyo play. Lakini mngesema kwamba sasa kwa sababu wanasema ule ukweli ambao upo wanyamaze, hiyo ni kumaanisha kwamba unafunza mtoto kwamba akiona jambo lolote ambalo linaendelea hata katika jamii ambayo sio nzuri, ile option ambayo iko nayo sio kusema, sio kuongea ya kunyamaza. Natembeya ameshutumu serikali kwa kutokubali maoni pinzani kutoka kwa wananchi, wakiwemo wanafunzi wa Butere Girls, akisema hatua hiyo ni ya kujaribu kuficha maovu yenye yanaendelea na kuwa kamwe mbinu hizo hazitafaulu. na mimi naona hii serikali hapo ndio na inaelekea serikali ambayo haiwezi ku kukubali dissent uh, or difference in, in opinion. Tafika mahali kwamba the only opinion ambayo inamata itakuwa ni opinion ya serikali na mimi ningependa kuhakikishia kwamba hilo halitafanyika, nyakati hizo tulitoka huko na haitafanyika hata mkizima Butere, utapata wengine pia wanafanya, labda wengine hawana ile stage, na mnazima watu waende kwa ile stage, lakini kuna stage nyingi sana huko nje, hata kule nyumbani pia ni, uh, ni, stage vyombo vya habari, social media hizo bado pia ni pia, pia ni, ni, stage so don't say that you really can't um, uh, can't wait. So tutataka Kenya kuwe na na amani nikiripotia West TV, kutoka kutoka Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. Naitwa Peter Nyongesa yongesa.